Waandishi wa habari karibuni, karibuni sana katika wilaya yetu ya Kyela katika ofisi za kisasa katika jengo letu ambalo tumehamia siku za karibuni. Ah, nimeona ah, wanahabari mko wengi kweli hapa. Ipinda Online TV nafikiri, ah, nirudie tena kuwakaribisha katika ofisi zetu za chama cha mapinduzi wilaya ya Kyela, ofisi bora kuliko ofisi zote katika mkoa wetu wa Mbeya na jengo hili lina historia yake, wala <laughs> waandishi, ambali unaangalia jengo, nafikiria ni jengo la ili, uh, jengo sijui, io lile ambalo lilikuwa naitwa jengo fulani. Tuna mafunzo wa wilaya ya Kyela, ndugu yenu uh, Emmanuel Mwamlinge. Mwenyekiti wetu wa CCM wa taifa Daktari Samia Suluhu Hassan akiahidi, anatekeleza Ameahidi, aliahidi mambo mengi na mambo yote karibu ametekeleza. Sijawi kumwona rais kama huyu, jinsi ambavyo amekuwa akiahidi na kutekeleza kwa wakati. Mliona hapo katikati alikuwa ameahidi pikipiki nchi nzima na alishatekeleza kwa muda nchi nzima. Kyela peke yake tu tulipokea pikipiki mia moja arobaini na tano zimegawiwa pikipiki kila, kat, kila kata pikipiki nne. Pikipiki moja moja imebakizwa humo ndani kwa kazi maalum, na kwa sababu Oktoba tuna jambo letu na tuna tiki. Kwa hiyo siku za karibuni watu walifikiri labda ni matani tena. Mimi mwenyewe nafikiri nilikuwa wa kwanza kwa, kwa wilaya ya Kyela katika mkoa ku, ku, ku, wa Mbeya kuhabarisha umma wa wana CCM kwamba mwenyekiti wa CCM taifa na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu kipenzi Daktari Samia Suluhu Hassan ameahidi baiskeli kuwapatia mabalozi inchi nzima ili kuweza kurahisisha utendaji wa kazi za Chama cha Mapinduzi. Uh, hasa wakati utakapofika wakati wa kuomba ridhaa kwa wananchi tena ambapo sio muda mrefu tutatiki. Kwa hiyo, aliahidi na sasa ametekeleza. Ameshatoa baisikeli zote nchi nzima kwa mabalozi, na Kyela tuna mabalozi elfu moja mia sita tisini na nane na hivi ninavyosema, baiskeli zimejaa kwenye ukumbi wa mikutano huu hapo kwenye jengo letu la kisasa hili, baiskeli zote elfu moja mia sita tisini na nane na kesho kesho, siku ya Jumatano baiskeli tunaanza kuwagawiwa mabalozi wote, na nijulishe tu umma wa Wanakyela kwamba tunaanza kesho na kata kumi na nne na ili balozi akazindue mwenyewe baiskeli hiyo, basi tutampa kama alivyofungiwa na Daktari Samia Suluhu Hassan kwenye boksi lake. Kwa hiyo anachukua baisikeli yake, tunamkabidhi, mafundi watakuwepo hapa wanamfungia. Akishafungiwa basi anaondoka nayo, lakini anaweza akaiyari kwamba ataibeba, ataenda kufungia nyumbani kwake. Na kata kumi na kata kumi na nne za mamlaka ni kama zifuatazo: kata ya Mikoroshini, kata ya Itunge, kata ya Bondeni, kata ya Ipyana, kata ya Ibanda, kata ya Mwanganyanga, kata ya Mbugani, kata ya Ndandalo, kata ya Kyela, kata ya Njisi, kata ya Itope, kata ya Nkuyu, kata ya Ikimba na kata ya Serengeti. Hizo ndizo ambazo kesho tunaanza kuzigawia Nitumie rai hii aa, kupitia kwa watendaji wa kata, kwa maana makatibu kata waje na orodha ya mabalozi wao kama ambavyo orodha iko hapa ofisini. Baada ya kusema ay, ndugu wanahabari, naomba niseme hili jambo, ndilo kuwa nimewaitieni kuwajulisha. Na mama anatekeleza kweli kweli, alishakuwa alisha, ametekeleza kwenye serikali mpaka amemaliza na sasa kwenye chama ndo kabisa. Na sisi wanasisi mna viongozi wa Chama cha Mapinduzi, tuna haki ya kumsemea kwa sababu tayari sisi ndo mteule wetu kwa ajili ya kupeperusha bendera ya Chama cha Mapinduzi, na mgombea mwenzake ni daktari balozi Emmanuel Nchimbi. Kwa hiyo sisi, safu kule juu imeshakamilika, bado huko chini watu ndo wataendelea kujikanyaga, lakini kwa kule sisi tumemaliza kazi na Oktoba, tuna tiki CCM oyee! Kidumu chama cha mapinduzi! Ndugu wanahabari, kama mna maswali basi nisiwafunge sana mdomo karibuni. E, tusiwapotoshe mabalozi. Samia ametoa baisikeli kama alivyoahidi, hizo t-shirt maalum wakafalie kwenye kazi yao maalum kama kuna, kuna t-shirt maalum na ni vizuri sana basi ilikuonyesha kwamba na shukurani kwa Samia basi Ba t-shirt ya Chama cha Mapinduzi yenye nyembo yenye nyembo ya jembe na nyundo, au jembe na nyundo na pembeni yake picha ya Daktari Samia Suluhu Hasan, hapo tutakuwa na shukurani sana. Lakini Daktari Samia Suluhu Hasan hakuna t-shirt maalum alizotoa kuambatana na baiskeli hizi. Nafikiri ni vibwagizo tu labda ambayo viko mitaani huko. lakini kwa kawaida kama Kyela tumezoea vibwagizo kama hivi mabalozi Rais Samia au mwenyekiti wa CCM taifa, yeye ametoa kwa mabalozi wa chama chake. Mabalozi wa chama kingine sisi hatuwajui, kwa hiyo ni mabalozi wanaotokana na chama cha mapinduzi ndio wenye dhamana ya kupata msaada wa baiskeli hizi, kama ambavyo viongozi wa kata walivyokuwa wamepata pikipiki. Wito wangu kwa mabalozi ambao ni wanufaika wa, yes. Uh, wa hizi baiskeli ni, ni, ni waombe sana sana tena sana, baiskeli hizi uh, sio za kuuza eh, baiskeli hizi ni za kuwasaidia wao kwenye shughuli zao binafsi pamoja na shughuli za chama. Kwa hiyo lakini pia wazitunze, wazitunze ili ziwe kat... ziwasaidie vizuri katika kufanyia shughuli za nakwaa binafsi lakini pia na shughuli za chama. Ila baisikeli hizi uh, rai yangu nataka niwajulishe mabalozi kwamba baisikeli hizi haziuzwi.